Mkoani Mbeya, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC. Mbeya City wanawalika Dar es Salaam Young Africans. Muda huu tayari mashabiki wa timu ya Young Africans wako hapa wengi kweli, kweli wa mkoani Mbeya, lakini pia waliosafiri kutoka Dar es Salaam kuja hapa kuja kushuhudia mbungi hii ya ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Young Africans dhidi ya wenyeji Mbeya City, hapa katika dimba hili la Sokoine. Mchezo utakuwaje? Dakika 90 ndizo ambazo zitaamua, je, ya Yanga Afrika anaweza kutoka na ushindi, ama Mbeya City wanaweza kufanya maajabu katika dimba lao la Sokoine. Itakuwaje? baki na sisi eh, DNA TV kwa ajili ya ya ya ya ya kupata kupata taarifa taarifa zote zote za kimichezo. Kama bado jamaa na familia yetu, endelea kusubscribe, alafu bonyeza alama ya kengele uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza kupitia ya channel yako yako hapo ya YouTube kwenye mkono wako ambao unatumia simu yako ya mkononi. Leo kilichotuleta hapa ni kushuhudia bungi hii ya NBC Mbeya City dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, ambapo kitazama kwenye rekodi mara ya mwisho Young Africans kupata alama tatu hapa, sikumbuki ni mara nyingi huwa anaambulia sale. Je, rekodi itaendelea ama Mbeya City watajipanua na kufanya maajabu kwenye mchezo wa leo? Cha msingi kubaki na sisi na kufuatilia kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Nje ya uwanja huu watu ni wengi, wameanza kujitokeza.